Naam, bwana mtazamaji wa Trend TV nadhani utakuwa unafahamu kwamba Bibi Zuchu bwana hakupata nafasi ya kwenda katika ndoa ya Juksi na Priscilla kule Nigeria, alienda Diamond na washikaji zake wengine kibao. Sasa kitu ambacho kilichokuja kushangaza watu ni kwamba watu wengi sana walikuwa wanajiuliza kwamba ni nini ambacho kimesababisha Bibi Zuhura asiende kule katika ndoa ya Juksi na Priscilla huko Nigeria. Watu wakaanza kuhisi kwamba Diamond amefanya hivyo makusudi ili kule bwana akatafute michepuko afanye mambo. Zuchu alikuwa naye huko Shinyanga na katika hiyo show, kutokana na vitu ambavyo vimekuwa vikiendelea huko mitandaoni na Diamond of course tunafahamu no kabisa kwamba alikuwa yuko karibu na warembo wengi tu. Ee, ni kwamba huko Bongo bwana, inasemekana kwamba Zuchu alikuwa anapitia wakati mgumu sana, na hata katika show yake huko Shinyanga bwana, ni kwamba watu walikuwa wanamuuliza umeolewa, akaamua ajibu kwamba hajaolewa na kama kuna mtu anataka kumuoa basi namba yake meneja ataichukua kwa meneja ili wafanikishe jambo hilo, kwamba Zuchu sasa yuko tayari kuolewa na mtu yoyote. Ee, baada ya kuona vibweka na vizadi ag vya Diamond huko Nigeria baada ya yeye kubakizwa huko Tanzania. E, bwana so hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimetrend sana kwa bibia Zuchu kuonekana kama vile yuko tayari kuolewa na mtu yoyote yule e, kutokana na kwamba Diamond ameonekana kama e, yuko busy sana na wanawake wengine. Yeah, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Kwa hiyo hiki kitendo cha Zuchu kusema kwamba sijaolewa bado eh, chukua namba ya meneja wangu eh, watu wameitafsiri, kila mtu ametafsiri the way ambavyo yeye mwenyewe anavyoelewa, kwamba wengine wamesema kwamba bwana Zuchu sasa yuko serious, anataka kuolewa watu na mtu yoyote, ameshaona kwamba upande wa Diamond ndoa hakuna, umeona bwana eh, kwa hiyo hapa kuna mtu hapa ameandika kwamba bwana Zuchu akiwa kwenye show yake huko mtoko wa Pasaka aliweza kuongea na mashabiki zake kuwa yeye hajaolewa na anataka kuolewa na anataka kumuoa na achukue namba yake kwa meneja